Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amewasili Johannesburg nchini Afrika Kusini kwa ajili ya mkutano wa viongozi wa dunia katika mkutano unaofanyika kila mwaka wa G20. Mkutano wa G20 unawakutanisha viongozi ishirini wa nchi zenye uchumi mkubwa duniani, lakini mpaka sasa mkutano huo hautohudhuriwa na Marekani kutokana na rais wa taifa hilo Donald Trump kuamua kutohudhuria kwa madai yaliyokanushwa sana kwamba watu weupe wananyanyaswa nchini Afrika Kusini. Sakeiri Stama, ambaye wakosoaji wengi wanasema usije hapa Keri, kwa sababu mara kwa mara katika safari zake za kimataifa husisitiza faida ya waziri mkuu kufanya kazi kama balozi wa biashara za Uingereza nje ya nchi. kabla ya mkutano huo kufunguliwa rasmi, Sakeiri Stama atatembelea kituo cha treni cha Johannesburg, ili kuona treni zilizojengwa, kutangaza mpango mpya ambao Uingereza itatoa ushauri wa kimkakati na huduma za ushauri kwa reli ya Afrika Kusini, huku shirika linaloitwa Cross Rail International ambalo linamilikiwa na serikali ya Uingereza kufanya kazi hiyo. Uingereza inasema kwamba Afrika inatoa kile inachokiita fursa zisizo na kifani za siku zijazo kwa biashara za Uingereza, ikizingatiwa kwamba nusu ya Waafrika wana umri chini ya miaka ishirini na zaidi ya robo ya idadi ya watu duniani wataishi Afrika ifikapo mwaka elfu mbili hamsini mikataba tunayoweza kufanya biashara tunayoweza kufanya na nchi washirika wetu na kuhakikisha kwamba kazi tunayofanya kimataifa inaathiri moja kwa moja nyumbani, Kerry Stamer aliwaambia waandishi wa habari wakati wa safari ya ndege kuelekea Afrika Kusini. Ikiwa unataka kushughulikia gharama ya maisha na kuwafanya watu wawe na maisha bora na kazi nzuri na salama, uwekezaji kutoka kwa washirika wa G20 ni muhimu sana, aliongeza. Trump hataweza kujiunga na mkutano huo baada ya kutangaza mkutano huo kuwa aibu kubwa katika chapisho lake kwenye mitandao ya kijamii na kurudia madai yake kwamba Waafrika weupe wanateswa nchini Afrika Kusini. Waafrika weupe wamepewa hadhi ya ukimbizi nchini Marekani katika utawala wa Trumpu na kwa sasa wana kipaumbele kuliko makabila asilia, Trumpu alisema. Raisi wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisema kutokuwepo kwa Marekani katika mkutano wa G20 ni hasara yao na akaongeza kuwa za kususiana, susiana hazifanyi kazi. Hakuna hata chama kimoja cha, cha siasa cha Afrika Kusini ikiwa ni pamoja na kile kinachowakilisha Waafrika wa, wa, wa jamii ya wazungu kwa ujumla. Kimedai kwamba kuna mauaji ya halaiki nchini Afrika Kusini, aliongeza Ramaphosa. Hii ni Msasa Media. Msasa kisasa zaidi.